Ile ripoti ya bodi ya hazina ya ustawishaji wa maeneo bunge yaani CDF iliyoorodhesha Kibra kuwa nambari moja kote nchini imeibua hisia mseto miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Ni ripoti ambayo iliyozinduliwa hapo jana, ambapo maeneo bunge ya Kasipul Kabondo na eneo bunge la Kabuchai yakishikilia nafasi ya pili na tatu mtawalia. Geoffrey Kirui alipata fursa na kuzungumza na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Kibra kwenye taarifa yake. Tulizuru eneo bunge la Kibra baada ya tangazo kutoka bodi ya hazina ya ustawishaji wa maeneo bunge yaani CDF, na Kibra ikatajwa kuwa nambari moja kwa matumizi kabambe ya fedha ya hazina hiyo. Hapa hisia za wakazi zinakinzana. Jacqueline Achieng ni mchuuzi wa samaki katika mtaa wa Olympic hapa Kibera, na kulingana naye CDF imechangia pakubwa katika kuimarisha maisha ya wakazi wa kitongoji duni kikubwa barani Afrika. Sasa CDF, niseme shule imejenga, hizo macho, maji, barabara. Hata hii barabara ya Olimpiki imeharibika hapa, lakini nasikia washasema watajenga. Mita chache kutoka anakofanyia biashara yake jen, tunakutana na Awiti anayeuza mahindi ya kuchomwa na ana maoni tofauti kabisa. Natakana na mtu kuenda hospitali maskini, sinaenda takatibiwe tu, apatiwe dawa hapa, sasa naitisa Awiti hayuko pekee. Vijana wa eneo hili wanahisi kwa ripoti hiyo haidhihirishi hali halisia katika mtaa wa Kibra. The best evaluated constituency nationally, believe you me, is none other than Kibra. Kwangu, hakuna kitu tunaweza kusema imefanya juu barabara hakuna vios. Sa CDF ni mbofu maji, Kibra hakuna, na pesa iko kwa CDF, asina ya CDF, from 1964 tunataka kusema leo imefanya kazi gani? Hata nyinyi wenyewe mnakuja, barabara ndani ya mtaa hakuna barabara, hatisi hatuna vyo, vio zote zilijengwa na NYS, zile zilijengwa na NYS imekwama, na hizo ndio tulikuwa tunafurahia, tunatumia Kamati ya hazina ya CDF ya Kibra, hata hivyo, wanasema hazina hiyo imesaidia pakubwa hasa kuimarisha sekta ya elimu ikizingatiwa kuwa asilimia kubwa ya wakazi hawana uwezo kifedha wa kuwapa watoto wao elimu bora. We have scholarships. Uh, the first year we chose 30 students whom we gave scholarship worth 50k each. The reason being that we wanted to motivate our kids from the slums.

ripoti of the, of the classrooms and the, the school compound and the rest. Hiyo imehusisha namna hazina ya CDF imewafaidi wenyeji na hata kutathmini umuhimu wa miradi iliyofadhiliwa kwa wakazi kulingana na mahitaji ya kila eneo bunge. Hata hivyo, kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi hiyo Elias Mbau hilo alidhihirishi utendakazi wa wabunge kwa njia yoyote, ila kamati iliyoteuliwa kusimamia fedha hizo katika kaunti, hasa ikizingatiwa kuwa jukumu la wabunge katika hazina hiyo ni ya uangalizi tu, ili kuhakikisha kuwa fedha zinatumika kwa njia ifaavyo. Jeff Kirui, KTN leo.